Ndugu zangu ndugu zangu, ile site yetu ya Kibaha vicha ya ndege bado inaendelea, na sasa hivi tupo katika awamu ya pili kabisa ya uzalishaji wa pavement zetu. Tumeshamaliza kuweka level, lakini sasa hivi tunazalisha rasmi kabisa hizi pavement zetu za kisasa. Hivi ndivyo pavement zetu za kisasa, jinsi eh, zinavyozalisha. Sasa leo nataka tuzungumze kidogo tu, tuulize eh, fundi fundi wetu, ni namna gani kazi hii, jinsi, jinsi inavyoendelea. hey, Huyu ndo fundi wetu hapa, injinia wetu akiendelea na utaratibu wetu wa, wa ujenzi wa pavement za kisasa hapa. Sasa hivi ndivyo eh, uzalishaji wetu wa pavement za kisasa jinsi unavyoendelea, na hivi ndio namna pavement zetu zinavyozalishwa. Hebu tuongee na fundi hapa mawili matatu fundi. Naam. Eh, sasa hizi kazi. Salama habari. Ah, safi, safi. Eh, kazi unaionaje? Ah, kazi naiona nzuri. Ah sio? Eh, tunafanya kazi, ah, eh, kazi vizuri, tunaendelea no. na kazi yetu hapo kama unavyoona mm. eh, tupo kwenye amu ya pili ya <laughs> <No. Kuna> uzalishaji <laughs> Tunamshukuru Mungu. okay. yeah. Aise, ni changamoto gani ambao unaipata kwenye hii saiti hasa kwenye saiti hii mm. Changamoto labda kubwa ni mvua tu, aa yeah, hewa kaa na mm. Hii mvua ilionyesha siku mbili tatu, mm. Lakini kwa uwezo wa mwenyezi mwenyezi Mungu sahivi imeachia kidogo. yes. Tunaendelea na kazi kama kawaida ah! Hivi ndivyo changamoto tunavyozipata ndugu zangu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu mpaka sasa hivi, tunaendelea vizuri. Utaratibu wetu wa ujenzi wa pavement za kisasa unaenda vile tunavyohitaji. Kwa hiyo tunahakikisha hii nyumba ya mteja wetu tunaiboresha, inakuwa ya kisasa zaidi ya vile anavyofikiria. Kwa hiyo tupigie simu, popote pale tunakufikia kwa ujenzi wa kisasa Tanzania. Wewe thubutu tu kujenga na kiboke uone utofauti wa nyumba yako. Asanteni sana na karibuni sana Ciao.